A, moja ya ugonjwa ambao ni tishio kubwa sana na umekuwa ukiwaandama sana wafugaji ni ugonjwa wa Marek's. Kwa nini huu ugonjwa umekuwa ukiwaandama wafugaji wengi sana, nitakueleza kwenye hii video, lakini bila kusahau nitakueleza dalili zake, jinsi gani unaenea pia namna ambavyo unaweza ukatibu kwa kutumia tiba za asili. Kwa hiyo nisikilize vizuri mpaka mwisho kwenye hii video. Kwanini huu ugonjwa umekuwa ni tishio sana kwa wafugaji? Kwanza huu ugonjwa ni ugonjwa wa virusi ambao huwa unahitaji eh, kuku wako uweze kuwachoma chanjo, na chanjo huwa wanapewa vifaranga wa siku moja wakiwa wadogo kabisa. Sasa kwa bahati mbaya ni kwamba eh, wafugaji wengi hawawezi kuipata hii chanjo au hawawezi kuwapatia kuku wao hii chanjo ya Marek's. Ndio maana imekuwa ni hatari sana, lakini kwa wale ambao, e, unafuga kisasa, unaagiza kwenye makampuni makubwa, yamekuwa yanatoa yenyewe hii chanjo huko. Kwa hiyo makampuni ya kuaminika yanatoa kabisa hii chanjo, wanachoma vifaranga wao, lakini makampuni mengine hayatoi na kama utatutoresha mwenyewe vifaranga au kama kuku wako wametotoa vifaranga, hii chanjo kwa ujumla kabisa, kwa wafugaji wengi, kwa kawaida waga na kuaga ni vigumu na ni changamoto kubwa sana kuwapatia kuku wako. Aa, kwanza kabisa huu ugonjwa hushambulia zaidi kati ya wiki ya sita mpaka wiki ya ishirini. A, utakuta e, vifaranga wako au kuku wako wamekakamaa e, miguu, yani wanashindwa kutembea vizuri. E, lakini pia dalili nyingine za huu ugonjwa Uh, ni kukunja shingo, kupinda shingo yani, kwa ujumla ni kwamba viungo vya mwili vinakuwa vimekakamaa. Inaweza ikawa shingo, utakuta anapindisha upande mmoja shingo, au miguu ime, ime, ime, ime, ime, ime, inashindwa kutembea kama vile imekakamaa. Ndio maana muda mwingine unaweza ukaona umewaleta vifaranga wako, mwezi amekuwa safi kabisa, lakini baadaye unakuta kama vile anashindwa kutembea na wafugaji wengi hudhani, labda e, huyu kuku amepata ulemavu, kumbe ule pale ni ugonjwa e, kama magonjwa mengine. Kitu kibaya ni kwamba huu ugonjwa ni wa virusi, kwa hiyo kama utopata dawa sahihi ya kuweza kuatibia hawa kuku, ni vigumu sana kuweza kupona. Na kitu cha nyongeza ambacho nakupatia mfugaji ni kwamba e, virusi ambavyo vinaambukiza huu ugonjwa, kama vitaingia bandani kwako, vinaweza vikawa vipo e, chini kwenye udongo au pale kwenye matandazo au pembezoni mwa banda, na huwa vina uwezo wa kuishi kwa muda mrefu sana. Hivi virusi vinaweza vikaishi kwa muda kwa muda wa hata miezi sita. Unaweza ukawa unakuta kuku wako, kama watakuwa na mwingiliano na hayo maeneo ambayo yameathirika na hivyo virusi au yamehifadhi hivyo virusi, basi itakuwa ni rahisi sana kwao kupata. Lakini pia kuna dalili nyingine Uh, ya kwamba kuku wako amepata Marek's. Ukiangalia uh, kwenye macho macho yao yanakuwa kama vile yana mawingu fulani hivi, uh, ni kama vile anaenda kupata upofu hivi, na hii inaweza ikapelekea hadi akapata upofu kama unavyoweza kuona hapo kwenye hiyo picha. Kwa hiyo hiyo ni dalili mojawapo pia ya kwamba kuku wako amepata ugonjwa wa Marek's. Aa, kabla sijaenda kwa namna ambavyo unaweza ukazuia huu ugonjwa, kwanza kabisa ni kutajie magonjwa ambayo yana dalili zinazokaribiana kufanana kabisa na huu ugonjwa wa Marek's, ili usije ukachanganya. Manake mara nyingi sana watazamaji wangu wa Kingo Farm ukitazama video kama hii hapa, ukienda kuzikuta dalili hata hizi kwa umbali kabisa aa, kwa kuku wako utahisi labda ni Marek's, kumbe ni ugonjwa mwingine. Kwa mfano huu ugonjwa wa kukakamaa miguu, kuku kushindwa kutembea vizuri, pia mara nyingi kuku wengi sana waga wanapataga e, kutokana na upungufu wa virutubisho mwilini kwamba kuku wako hawajapata madini ya kasham kwa usahihi ambao unahitajika. Ah, sasa unatofautisheje kuku ambaye ana Marek's na kuku ambaye ana upungufu wa virutubisho vya madini ya kasham? Uh, kuna utofauti kati ya miguu ambayo imekakamaa hiyo ni Marek's, lakini pia miguu ambayo imelegea. Kuna miguu, unakuta miguu ile ni kama vile kuweza ime, ni tepe tepe imelegea yani, kiasi kwamba inakosa nguvu ya kusimama ili kukutembea basi ujue, e, chakula ambacho unawapatia kuku wako hakina madini ya kutosha. Siku zote huwa tunasisitiza hapa Kingo Farm usichanganye chakula ilimradi tu limeenda. Uh, utapata madhara makubwa sana, na inaweza ikakupeleka kupata hasara. Ni vizuri ukapata kanuni bora kabisa za kuchanganya chakula kutoka kwenye kitabu chetu cha Safari ya Ufugaji. Hiki kitabu jamani, kinazo kanuni nzuri kabisa ambazo hazitaleta shida kabisa kwa kuku wako na maelezo ya kutosha kanuni ya kuwachanganyia vifaranga, kuku wanaokua, kuku wanaotaga. Hii kanuni ya kuku ambao wanataga imekuwa na maajabu yake kwa muda mrefu sana. Wafugaji wengi sana walio e, tumia hii kanuni iliwashangaza. Unakuta labda mfugaji ana kuku e, mia moja anaokota mayai trei moja, lakini baada ya wiki mbili kuwapatia hii kanuni, wengine hata baada ya wiki moja anakwenda kuokota mayai trei tatu au trei mbili na nusu, linakuwa ni ongezeko kubwa sana kwa hiyo jipatie hichi kitabu kwa shilingi elfu kumi. Tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp koo, kwa hiyo ni muhimu sana kuwachanganyia chakula kuko vizuri, usije ukafananisha magonjwa ukahisi ni malex e, kumbe sio malex, lakini pia kwa utambuzi zaidi Manake kuna mwingine anaweza akawa bado anashindwa kutambua vizuri. Ukijiunga na kundi letu la WhatsApp, basi utapata huo msaada. E, kama una kuku wanasumbuliwa na huu ugonjwa unashindwa kuelewa ni hii ni Marek's au ni ukosefu wa madini, basi ukiwa mwanafamilia utapata mafunzo vizuri kabisa na utakuwa ni rahisi sana kutambua kwako. Kujiunga na kundi ni shilingi elfu tano, kitabu ni shilingi elfu kumi, kinapatikana soft copy kwa njia ya WhatsApp tunakutumia. Uh, tuangalie namna bora kabisa ambayo unaweza ukazuia huu ugonjwa wa Marek's ili eh, kuku wako wasiweze kushambuliwa. Kwanza kabisa ni kuwapatia chanjo, kuwapa ile chanjo ya Marek's ambayo huwa wanapewa siku ya kwanza. Aa, lakini pia nitakuelekeza mchanganyo wa asili ambao utawapatia, maanake hii chanjo imekuwa ni vigumu sana kuweza kuipata hasa kwa hawa wafugaji wadogo wadogo. Mara nyingi sana, eh, makampuni makubwa ndio yamekuwa yana uwezo wa kuwapa chanjo eh, kuku wake. Lakini pia aa, jambo jingine ni biosecurity, kuzuia kuku ambao labda wanatoka kwa majirani kuingia bandani kwako, au mwingine unakuta wateja wanakuja na ruhusa, wanaingia bandani. Wale wateja wanatoka pia kwenye mabanda tofauti tofauti, huenda kule walikotoka wamebeba vimelea. Kama nilivyokuambia mwanzo, hivi vimelea vina uwezo wa kudumu katika mazingira magumu tena kwa muda mrefu. Kwao wakibeba wakija kuachia bandani kwako, unakuta muda mwingine hata kukwako umewapa chanjo, lakini bado wanapata magonjwa kama haya hapa. Na kitu kingine ni kwamba E, kuwatenga kuku kutokana na umri wao tofauti tofauti, kuto kuchanganya kuku wadogo na kuku wakubwa. Unakuta mwingine labda kutokana na nafasi hana ya mabanda tofauti anakuwa anachanganya kuku wale wenye umri mkubwa na wale ambao wana umri mdogo, hivyo anawafanya e, kuku wadogo wakapata huu ugonjwa kutokana na kwamba kinga zao zipo chini. Aa, sasa kama kuku wako ameshapata huu ugonjwa, namna ambavyo unaweza ukawatibia, tumia huu mchanganyo wa asili ambao nakuelekeza hapa. Kwanza e, tafuta majani ya aloe vera matatu yenye ukubwa kama huu ambao unauona hapo kwenye picha, sisi tumetafuta hayo. Alafu pia uwe na kitunguu saumu. Kitunguu saumu sio hizo punje ndogondogo, uwe nacho kizima kimoja e, kama ambacho unakiona hapo lakini kitu kingine ambacho utahitaji mbali na kitunguu saumu utahitaji binzali e, binzali uta, saizi hiyo ambayo unaiona hapo, utachukua binzali mbili za, za, za, za, za, za saizi kama hiyo ambayo unaiona hapo. Na kitu kingine utahitaji majani ya mlonge. Huu hapa ni mlonge, kwa wale ambao hawaujui majani yake yapo hivi hayo. Uh, uta, majani utayaweka kwenye kikombe cha robo utashindia kwenye kikombe cha robo a, kisha utavibrendi hivyo vitu, au utavitumia tu njia tu ya kawaida e, kinu labda kuvitwanga vizuri kabisa kila kitu kimoja, ili mradi tu uwe umevipondaponda kitu kama hicho hapo, ili uweze kuchanganya kwenye maji. Hivi vitu vinachanganywa kwenye maji lita kumi. Sasa a, kama kuku wako ameonyesha hii dalili yaani pengine amea ame paralyze miguu lakini pia macho yake yameonyesha hii dalili utakuja kuongeza kwenye ule mchanganyo wake utakuja kuongeza kijiko kimoja cha unga wa pilipili pili manga lakini pia huu mchanganyo aa, kwa mfano uki ukiwa unawapatia mchanganyo labda wa e, hii alovela lakini pia ukawa unawapatia e, binzali ukawa unawapatia kitunguu saumu na mlonge e, mara kwa mara tuseme labda kwa wiki mara moja, inakuwa ni kinga kabisa ya e, huu ugonjwa wa Marek's. Kwa hiyo vifaranga wako Uh, unapaswa kuwapatia huu mchanganyo ili kuweza kuwakinga na huu ugonjwa kabla hawajapata. Hakuna kitu kizuri kwenye ufugaji kama kinga pale ambapo unazuia kuku wako wasipate ugonjwa fulani ni, ni bora kuliko ukasubiri mpaka wakapata ule ugonjwa. Sasa kama unahitaji huduma zetu, unaweza ukatupigia. Namba ya simu hiyo hapo juu. Tunavyo vitabu vitatu, tuna kitabu cha safari ya ufugaji, tuna kitabu cha tiba za asili; humo ndani kuna tiba za asili nyingi, lakini pia tunacho kitabu cha ufugaji wa broiler. Kila kitabu kimoja ni 1000. Tunatuma hivi vitabu kwa njia ya soft copy lakini pia ukitaka kujiunga na kundi letu shilingi elfu tano. Hivi vitabu nasisitiza sana, kama wewe ni mfugaji uwe navyo, kwa sababu vitakusaidia sana kwenye ufugaji wako na kupunguzia hasara au gharama kubwa ambayo unatumia.